Kwanza ndugu mwandishi, na kwa majina naitwa Innocent Wasimbazi na ni mwanafunzi eh, naichukua shahada yangu ya, ya elimu hapa chuoni na pia ni kiongozi uh, wa darasa langu kama Siala, naam. Eh, asante Siala wa bidi 3. Wewe unawaambia nini wanafunzi wenzako wa baedi kuelekea uchaguzi wa serikali ya wanafunzi sautiso? Kwanza napenda wanafunzi wote washiriki kwenye tukio hilo la uchaguzi, ili tuweze kupata viongozi walio bora na viongozi ambao wataweza kulindesha gurudumu kama viongozi waliopita walivyofanya. Hivyo tujitokeze kama wanafunzi wote wa baedi wachagua viongozi wetu waliotokeza katika nafasi mbalimbali. Kwa majina, naitwa Martha, mwanafunzi wa BDR. Mshauri wangu mimi mkubwa ni tujitokeze, kwa kwa wingi katika hiyo siku ya kupiga kura, tuweze kuchagua viongozi walio sahihi. Asante sana. Nikutakia majukumu mema. Asante.